Hapa tuna tunaweka wiring ya nyumba mzima kama mnavyoona hapa. Ah, vijana wanapambana na hali zao hapo kuweka wiring ya nyumba mzima. nyumba mzima, chumba cha kwanza, chumba cha pili, chumba cha tatu, soketi za kuchajia, hii kuka switch, hii dp switch kwa ajili ya ac ac mota, yani wota pamp au heater, hizi ile kule taa mbili chumba cha pale manake se, nini sebleni na sitting room ndo pale taya sebleni nasting room, taa ya nje, vyumba hivi, kwao vijana wanaweka hapo. Hivi ndo kama unavyo inavyoonekana, lakini ikishaisha tutaiwasha tena, tutaionyesha baada ya kuisha.